Naam, ni matumaini yangu, mtazamaji wa Tumaini Television, hujambo na karibu tena kwa siku ya leo katika kipindi chetu maalum kabisa. Kila wasaa tunakuletea mambo mbalimbali yanayojiri katika taifa letu la Tanzania. Jina langu ni Innocent Joni na leo nimepata wasaa mzuri kabisa wa kufika makao makuu ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari nchini Tanzania, ambapo kwa leo tutaenda kuangazia bodi hii, umuhimu wake na mambo kadha wa kadha ambayo inayafanya kwa ajili ya taifa hili na waandishi kwa ujumla wa taifa la Tanzania. Nikukumbusha tu ya kwamba Eh, wakati bodi hii inazinduliwa Machi 3 2025, eh, waziri mwenye dhamana ya habari, sanaa, utamaduni na michezo Palamagamba Kabudi alisisitizia bodi hii kwamba inapaswa ihakikishe inaona namna gani inapeleka elimu kwa umma ili kuhakikisha basi uma unafahamu bodi hii inafanya nini, inatekeleza nini, ili basi kila ambacho kinafanywa na bodi hii, basi jamii kwa ujumla ya taifa la Tanzania iwe inafahamu. Karibu sana mtazamaji wa Tumaini Television, unayo fursa pia ya kushiriki nasi kwa maoni na ushauri kupitia nambari yetu ya simu ambayo iko chini hapo ya, ya TV yako chukua namba hiyo halafu, niandikie ujumbe mfupi wa maandishi nami, bila tatizo, bila hiana yoyote, tutayafanyia kazi. Maoni yako ni muhimu sana na mchango wako ni muhimu sana Kwa siku ya leo tutakuwa naye uh, Patrick Kipangula. Huyu ni kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari hapa nchini Tanzania. Tutajadiliana kwa kina juu ya bodi hii na maswala mengine mengi yanayohusu bodi hii. Kwa hiyo nikualike moja kwa moja tuianze safari hii ya dakika 30 kwenda kuiangazia kwa kina zaidi bodi ya ithibati kwa waandishi wa habari nchini Tanzania. Naamini utakuwa unajiuliza ni nini hii. Kwa hiyo na wasiwasi mm -hmm, usiwe na shaka utaenda kuifahamu. Habari ya majukumu. Ah, nashukuru sana habari za kazi ndugu mwandishi. Ni njema za hapa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri. Ni furaha yangu yeah, kuketi nawe mahala hapa kwa siku ya leo basi kujadili na kuzungumzia juu ya bodi ya ithibati kwa waandishi wa habari hapa nchini kwetu Tanzania. Ni kitu ambacho kwa miaka mingi kilikuwa kinapigiwa kerere, na mwisho wa siku sasa hayawi hayawi wanasema Yamekuwa, yamekuwa. Mimi nimefurahi sana, karibu sana uh, tuweze kujadiliana sasa kwa kina juu ya hiki ambacho tutaenda kukizungumzia kwa siku ya hii leo. Tuanze kwa kuiangazia bodi ya ithibati kwanza, kabla ya yote kuwepo sasa kwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari imekuja muda mwafaka. Kabla hatujaenda kuiangalia eh, nini bodi ya ithibati ah, naweza kusema ni muda mwafaka kwa sasa, kwa sababu kama tunavyojua sekta ya habari na tasnia ya habari vimekuwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo, labda kabla ya kuanza kujibu bodi ya ithibati ni nini, labda naweza nikaeleza tu kwa kifupi kwa nini tumekuja na bodi ya ithibati. Labda nianze tu kwa historia fupi tu kwamba sekta ya habari imepita katika hatua nyingi katika nchi yetu na ukisoma historia utakuta ilianza kabla ya ukoloni. Uh, kulikuwa kuna wakoloni walikuwa na, na sera zao na mambo yao, na walikuwa wanatumia vyombo vya habari kufikisha ujumbe ujumbe kwa jamii. Lakini pia tulikuja wakati wa kupigania uhuru, vyombo vya habari vilifanya kazi kubwa pia e, wakati huo ili kuweza kuiwezesha nchi kupata kupata uhuru. A, pia baada ya uhuru vyombo vya habari pia vimefanya kazi kubwa sana ya kueleza mambo mbalimbali E, kueleza sekta kueleza misingi mbalimbali kueleza propaganda mbalimbali za serikali e, baada ya uhuru maana tulivyopokea uhuru pia kulikuwa kuna kazi kubwa ya kuelimisha jamii, kwa nini tumepokea uhuru na mambo mengine mengi. Kwa hiyo vyombo vya habari vilifanya kazi kubwa sana ya kuelimisha jamii na kuwapa wananchi taarifa sahihi kuhusu maswala, maswala yao, lakini pia e, katika kipindi hicho kumeendelea kukua na kukua kwa sekta kwa sekta ya habari. Tutakuja tena kipindi baada ya uhuru, tunakumbuka tulikuwa tuna baada kutoka kwa na chama kimoja. Ya katika chama kimoja, tuna umiliki wa vyombo vya habari ulikuwa huko huko chini ya chama kimoja. Kwa hiyo sasa kipindi hicho pia kulikuwa kuna misingi yake, na pia kipindi hicho kulikuwa kuna propaganda na kulikuwa kuna program maalum ambazo zina zinaendeshwa kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusu uhuru, maana tunakumbuka kulikuwa kuna uhuru na kujitegemea, kipindi hicho watu wafanye kazi na mambo mengine mambo mengine mengi lakini baada ya baada ya uhuru pia tumeendelea na kukua na kukua na baadaye sasa tumekuja kwenye vyama vingi yeah. Baada ya vyama vingi sasa sekta ya habari ikapanuka zaidi mm-hmm. Na ilivyopanuka sasa, kukawa kuna ukubwa na watu wengi sasa wakawa wanamiliki vyombo vyombo vya habari, sasa tutaona hapo sekta binafsi sasa ikaanza kumiliki vyombo vya habari, na katika kipindi hicho sasa ndio waandishi wa habari wakaanza kuongezeka pia maana vyombo vya habari vinavyoongezeka na watu wanaofanya kazi kwenye vyombo vya habari, wana kwa vyombo vya habari wanaongezeka. Kwa hiyo vyombo vya habari vika- vikaendelea kuongezeka na waandishi sasa wakawa wengi, wengi. Wanaendelea kufanya kazi kwenye vyombo kwenye vyombo vya habari, ndipo kipindi hicho sasa kuanza kujitokeza sasa taasisi mbalimbali za kutetea waandishi wa habari, tunakumbuka kumeundwa miaka ya tisini kumeundwa MCT baraza la habari, ambalo hilo pia lilikuwa linafanya kazi ya ku ya kutetea waandishi wa habari, habari na kufanya kazi kadhaa za kiuandishi lakini yeah. Baada ya hapo sasa, wadau sasa wakawa wanataka sasa sheria ambayo inaweza ikawa ikawaongoza katika sekta hii, na kwa muda mrefu sasa katika kipindi hicho kumekuwa na sera pia za vyombo vya habari hey, ambazo zilikuwa zinatungwa zina, zina, zina kwa ajili ya kusimamia na kuendeleza sekta hii. Kwa hiyo baada ya muda mrefu sasa <coughs> baada ya hapo ndio tukaja sana sheria hii ya huduma inaitwa sheria ya huduma za habari sura ya 229 sasa kwa sababu sheria hii lengo lake kubwa ilikuwa ni kukuza na kuendeleza taaluma ya habari, na ndipo sasa ee, wadau pamoja na serikali wakaona kwamba waunde vyombo kadhaa kwenye sheria ambayo vinaweza sasa kusimamia ukuaji na uendelezaji wa sekta hii. Kwa hiyo chombo kimoja wapo ambacho kimeundwa kwenye sheria hiyo ni bodi yeah, ya ithibati yeah, ya waandishi yeah, wa habari. Labda nirudie tena, bodi <laughs> ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania. Nakushukuru sana kaimu mkurugenzi kwa ufafanuzi huo na kutupa namna ambavyo mchakato mzima mpaka leo tumekuja kuipata bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania. Mtu ambaye anatutazama kwa siku ya hileo, sasa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania yeah, ni kitu gani hiki tunakizungumzia kwa leo? Um, bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ni chombo kama nilivyosema ambacho kimeundwa chini ya sheria ya huduma za habari. Ukisoma kifungu cha kumi na moja kinaunda chombo hiki ambacho kinaitwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari au ha, Kiingereza au inasema Journalist Accreditation Board. Sasa chombo hiki uh, ukiangalia jinsi kilivyoundwa, hmm, kimeundwa kwa kwa kuzingatia eh, muunganiko wa wadau mbalimbali ya ukisoma kile kifungu cha kumi na mbili ambacho kinaeleza muundo wa bodi utakuta kuna kuna, kuna makundi mbalimbali mbali ambayo yanawakilishwa kwenye, kwenye bodi hiyo. Kwanza kuna kundi ambalo linatoka kwa waandishi wenyewe kwa waandishi wenyewe wa habari, lakini pili kuna kundi ambalo linatoka kwenye vyama vya kihabari, lakini kuna kundi ambalo linatoka kwenye vyuo vya elimu vinavyotoa mafunzo ya ya kihabari, lakini kuna wawakilishi pia kutoka serikalini na pia kuna wawakilishi kutoka vyombo vya habari vya umma kwa maana ya taasisi za za serikali. Yeah, kwa hiyo huo ndio muundo wa bodi na e, ukiangalia hata jinsi walivyo wa ujumbe walivyoteuliwa utakuta kuna mwenyekiti ambaye ni Mzee Tido Mwando. Mzee Tido Mwando ni mwandishi wa habari mbobevu wa miaka mingi sana, kwa hiyo anatoka ana kwa hiyo kwenye anafahamu sekta na tasnia <laughs> yeah, kwa undani na kwa, kwa upana wake na ni mzoefu na ni mbobevu kwenye kwenye masuala ya, ya sekta habari na kimsingi ni mtu ambaye amepata exposure kubwa sana kwa sababu, vya nje, ndani. Ndani. kwa sababu ameongoza vyombo vya habari vya nje, ameongoza vyombo vya habari vya ndani. Kwa hiyo ana uzoefu mkubwa na tunapata uzoefu mkubwa sana kutoka kutoka kwake. Kuna wajumbe kutoka kutoka vyama vya kihabari kutoka Tamwa, eh, kuna mjumbe kutoka TSN kampuni ya magazeti, lakini eh, pia kutoka, kutoka serikalini tuna mjumbe kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mm. na tuna wajumbe kutoka eh, vyuo vinavyofundisha taaluma ya habari ya, kwa mfano Dr Egbert Mkoko anatoka kwenye chuo kinachofundisha sekta ya habari Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo huo ndio muundo muundo wa bodi jinsi ulivyo, na bodi hii iliteuliwa na Mheshimiwa Waziri eh, mwaka jana mm. kama navyokumbuka mwezi mwezi Septemba eh, na kuitangaza ah, lakini pia eh, ilizinduliwa juzi kama mnavyojua tarehe tatu maana mm. eh, hapo katikati kwa sababu ni chombo kipya mkaanza tu kuingia, lazima mjipange kwanza, <laughs> lazima mjipange mwone, sasa mnaanzaje na na hivi lakini bodi na Secretariat. Secretariat ambayo ndio sisi hapa, ambayo mimi naisimamia Secretariat mm. ambao sasa tunawasaidia bodi kutekeleza yale majukumu ambayo yameainishwa kwenye sheria. Kwa hiyo mimi sasa ndio na kaimu mkurugenzi mkuu eh, kwenye bodi hii, na tunaisaidia bodi sasa kufanya majukumu majukumu yake na kutekeleza majukumu yake na kupanga mikakati mbalimbali mbali kwa ajili sasa ya ku kubwa ni kukuza e, taaluma hii ya habari. Asante sana uh, Kaimu Mkurugenzi Patrick yeah. Kipangula kwa yes. namna ambavyo unaendelea kuwapatia wananchi ama umma juu ya, ya kuletwa sasa kwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania na tunaamini chini ya mwenyekiti wake Bwana eh, Tido Muhando kunao makubwa sana ambayo yatafanyika. Kunao majukumu ambayo bodi inayatekeleza, tupate kuyafahamu pia, hata yule ambaye anatufuatilia kwa sasa apate kuyajua. Bodi inasimamia majukumu yapi ndani ya utekelezaji wake? Ah, ndugu mtangazaji, jukumu la kwanza kabisa ni kutoa ithibati kwa waandishi wa habari na kutoa ithibati kwa maana gani? tunasema ithibati ni process, ithibati ni kwa, kwa, kwa, kwa Kiswahili tunasemaje? Lakini ithibati ni process, mchakato, mchakato yes. hmm. Ithibati ni mchakato ambao sasa mwishoni mtu anapata kitambulisho ambacho kinaitwa kwa hiyo press card, press card. Yes. Kwa hiyo press card ile ndio kitambulisho cha mwandishi wa habari ambaye amethibitishwa sasa au amekuwa accredited na bodi kufanya kazi za kihabari, kwa, hiyo, kwa hiyo kwa maana hiyo Eh, jukumu la kwanza ni hilo kwanza, kuwathibitisha waandishi wa habari ambao wamekidhi vigezo, ndio tunasema hiyo eh, accreditation na kutoa vitambulisho kwa waandishi wa habari, hmm. Baada ya kupitia process sasa hii accreditation, hmm. Then sasa mtu ana akishakamilisha zile process zote then ndio anapewa kile kitambulisho ambacho kinaitwa kitaalamu sasa kinaitwa press card, kwa press card ni kitambulisho ambacho mtu anaweza akakitumia kufanya kazi za kihabari. Lakini jukumu la pili Uh, ni kusimamia maadili ya taaluma ya habari. Unajua kitu kikisha kuwa taaluma kikisha kuwa rasmi, mm, lazima kiwe kina utaratibu wa wa ku, kufanya kazi zao. sawa, sawa. Kwa maana hiyo kwa maana yake mana uh, yale maadili ya uandishi wa habari ambayo naamini wengi tunajifunza juoni kwamba ili mtu awe mwandishi wa habari anatakiwa kuzingatia maadili haya na haya na, na maadili mm, mengine tutayaandaa sisi kama bodi na tutashirikiana na, na, na wadau wengine kuandaa hayo maadili ya uandishi wa habari ili sasa sisi sasa tupate nafasi ya kuyasimamia hayo maadili ya uandishi wa habari. Kwa hiyo hilo ni jukumu jukumu la lapi, pili. Lakini jukumu la tatu, uh, ni kuishauri serikali kuhusu masuala yanayohusu elimu ya uandishi wa habari au masuala yanayohusu taaluma ya uandishi wa habari. Tunaishauri serikali kwa namna gani? Kwa sababu serikali uh, ndio inayotoa miongozo mbalimbali kuhusu elimu. Kwa mfano, wizara ya elimu, kuna taasisi mbalimbali mbali, kwa mfano TCU, NACTVET. NACTVET, uh, yes, hao wote ni vyombo ambavyo vinatoa ta, vinasimamia taaluma. Kwa hiyo kwa maana hiyo sisi tuta, tunafanya kazi ya kuishauri kuvishauri vyombo na serikali kuhusu taaluma ya habari. Na tunashauri uh, kwa namna gani? Sisi tutakuwa tunafanya uh, utafiti tuone kwenye soko kuna nini, hmm. tuone gap kwenye soko ni zipi za za uandishi wa habari, maana mtu asije kawa anasoma tu huku akirudi huku hana soko. Hana soko. Yes. <laughs> ha, akirudi huku hawezi kufanya kazi kwenye chombo cha habari chochote. Kwa, kwa namna nyingine, kwa lugha nyingine unaweza kusema mnafanya pia tafiti sasa ambazo zitawasaidia wale wanaotoka mavioni kufika huku wajue. Yes. nini soko linahitaji, lina na pia tunawashauri wale mitaala yao wale sasa mm. iendane na na soko, na soko. Yes, kwa hiyo akamwandaa mtu kumbe hana kwa kwenda sawa sawa. Kwa hiyo sisi tutakuwa tunafanya kazi hiyo, tuta tunaangalia kwenye soko kuna hitaji nini, then tunavishauri vyuo jamani, kwa sasa soko linahitaji watu wa aina hii kwa hiyo sasa nyinyi andaeni watu wa aina wa hii. Yona. Kwa hiyo wakisha andaa, na wao tunaamini kabisa wale wanaotoka vioni wakija samtani wanakuwa na kitu cha kufanya na wanakuwa wanaajirika e, ili kuweza kuendelea kukuza tasnia. Maana usiku kama unaandaa watu wengi, lakini hawana hawana pa kwenda. Mm -hmm. Kwa hiyo hicho ndio jukumu kubwa jingine la msingi. Lakini jukumu jingine ni kushirikiana na wadau mbalimbali eh kwenye sekta. Maanake sisi kama bodi sio kisiwa. <laughs> Hatukai kwenye kisiwa. <laughs> Hatujifungii kwenye box, tunachangamana na watu na, na wadau wengine wa sekta ya habari. Kwa hiyo tunafanya kazi pia yaku, ya kushirikiana na wadau mbalimbali. Tunajua kuna vyama vya kihabari vingi, tuna taasisi hizo za serikali kama nilivyosema, wote hao tunashirikiana nao kufanya kazi ya kuendeleza taaluma hii ni kushukuru sana uh, kaimu mkurugenzi, tuweke nukta hapo, naona yeah. Wadhamini pia wanatushika shati yeah. na wao wapate yeah. nafasi yao ya kushiriki. <laughs> Asante pia mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia nasi na kutazama kipindi maalum kabisa siku ya leo, kinafanyika moja kwa moja kutoka hapa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea, tutakuja tuangazie sasa hii bodi ya ithibati na umuhimu gani kwa waandishi wa habari hapa nchini Tanzania. Endelea kusalia nasi, endelea kushiriki nasi. Nyumba bora hujengwa na mwanamke lakini pia mwanamke huyu huyu ni pambo la nyumba na panapo haribika kitu kwenye familia mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa hapa kujadili kwa kina, karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa nane na nusu mchana na marudio Jumanne saa tatu kamili usiku, hapa hapa Tumaini Televisheni. Asante sana mtazamaji wetu wa Tumaini Televisheni kwa kuendelea kusalia na utazama wa kipindi maalum kwa siku hii leo. Tuko na kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati nchini Tanzania ama bodi ya waandishi wa habari nchini Tanzania, na leo tutaizungumzia, tuta kwa kina kuifahamu bodi hii ya ithibati kwa waandishi wa habari nchini Tanzania inafanya nini na ni nini hasa inatekeleza nini na mambo mengine kama hayo, kwa waandishi wa habari. Kama wewe ndio kwanza unajiunga nasi, karibu sana, tuendeleze safari hii ya dakika 30 ndani ya Tumaini Television. kaimu mkurugenzi E, tumerejea mara baada ya mapumziko hayo mafupi. Sasa tuliangalia bodi na muundo wake na majukumu yake, namna ambavyo inafanya kazi mm. Ithibati ni nini mm. na ina umuhimu gani kwa waandishi wa habari hapa nchini Tanzania? Ah, nakushukuru mtangazaji na labda nianze kusema tu kwamba neno ithibati mm ni neno ambalo linatumika eh, linatumika sehemu nyingi, na ni neno ambalo kwa maana ya kawaida hmm. lina maana ya kuweka kitu kuwa rasmi hmm. yeah, tuna, tunaona shule zinapewa ithibati eh, vitu mbalimbali vinapewa ithibati. Kwa kupewa ithibati, maana yake ni kurasimisha kile kitu kuwa rasmi. Kwa hiyo kwa maana ya ithibati kwa waandishi wa habari sasa, uh, ni kwamba sasa tumeifanya taaluma hii kuwa rasmi kama taaluma kama taaluma nyingine, maanake watu wanaenda shule e, mtu anasoma certificate, anasoma diploma, anasoma degree e, anasoma shahada ya umahiri a, anasoma pia e, PhD. kwa hiyo sasa e, ni lazima hiki kitu kiwe kiwe na utaratibu wake maalum na kiwe rasmi. Kwa hiyo ndio maana tuna tunasema bodi ya ithibati kwa bodi ya ithibati maana yake ni kuwa ni maana ya kuwatambua na hmm, kuwaweka rasmi na kuweka rasmi, kurasimisha. Kurasimisha yes, hmm, au kwa lugha rahisi kurasimisha <laughs> sekta <sector> hii na <laughs> tunarasimisha. Kwa nini tunarasimisha? Ni kwamba tunataka iwe na na heshima inayo inayostahili, hmm, yeah. Na umuhimu sasa wa wa wa, wa uh, ithibati kwa waandishi wa habari, kwanza kabisa ithibati inakutambulisha kwamba wewe sasa ni mwanataaluma huyo ni mwanataaluma ambaye mm. umekidhi vigezo e, vya kisheria na kitaaluma e, na hivyo sasa umethibitishwa kufanya kazi za kihabari na umetambulishwa kufanya kazi za kihabari, na ndio maana tunakupa kitambulisho kuthibitisha kwamba huyu mtu amekamilisha zile taratibu zote za, za kufanyiwa za kufanyiwa ithiba za, za kuthibitishwa au za kurasimishwa mm. kama, kama ulivyosema mtangazaji <laughs> yeah. A, pamoja na hiyo mm. Faida nyingine ni kwamba ukiwa umepewa ithibati maanake mm. sasa utaruhusiwa kufanya kazi za kihabari mahali popote, popote. Mm. Mahali popote, na hili nisitize mahali popote, kwa sababu kwa sababu kile kitambulisho sasa kitakuruhusu mm. ambacho tunakupa kitakuruhusu sasa kufanya kazi za kihabari hata nje ya nchi, maanake kuna watu wengine wanakuja hapa wanata, wanataka kwenda kufanya, kufanya kazi nje ya nchi, kwa hiyo kile kitambulisho ni lazima awe nacho asipokuwa nacho eh, inaweza ikamuwia ngumu kufanya kazi huko wanakokwenda, lakini pia tunajifunza hata nchi za wenzetu wakija hapa wanakuwa na vitambulisho hivyo hivyo, wanakuwa na press card ambazo zimeshawarasimisha wao kufanya kazi huko na nje nje ya nchi. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza, lakini eh, faida nyingine ni kwamba eh, ithibati inakulinda wewe sasa kama mwandishi wa habari mm -hmm. labda nitolee mfano tu, labda ukienda mahali ukapata changamoto labda uka Ukakamatwa au changamoto nyoyote nyingine yoyote maana mm. Manake, kile kitambulisho sasa kinakulinda wewe maana yake sisi hata tuki, tukisikia changamoto yako inakuwa rahisi kuku, kukusaidia, kukusaidia, kwa sababu unaweza kupata changamoto kaulizwa, he, unafanya. Mimi ni mwandishi wa habari, he, kitambulisho chako, kama una kitambulisho, maana yake unasaidika kiurahisi, lakini kama huna kitambulisho mm. au huna ithibati niseme, maana yake inakuwa imethibitishwa kwamba ni ithibati inakuia ngumu kukusaidia. Kuna mifano ya waandishi wa habari kadhaa ambao tumesha- tumeshawasaidia eh, ku, kuwa rescue kwenye situation ambazo walikuwa kwenye hali ambazo sio sio za kawaida hmm. Lakini kwa sababu tunamfahamu kwamba huyu ni mwandishi wa habari na tunamfahamu na tumemwa credit then inakuwa rahisi kum, kumsaidia. Lakini labda niseme tu exception, eh, eh, ni, exemption, eh, exception ni kwamba tukikupa e kitambulisho uh, ukisoma kule nyuma kuna masharti ya kutumikia ya kukitumikia kile kitambulisho. Usije ukajisahau ukaenda kwenye harusi ukasema, hasa ha, mimi mimi sasa na press card na rushwa <laughs> no, kuingia kwenye harusi. A, kuna maeneo ambayo yanahitaji utambulisho zaidi ya ya press card. Uwezo ukaenda jeshini ukasema, bwana, mimi sasa nataka kuja kuhesabu vifaru hapa viko vingapi na kitambulisho <laughs> na press card kule utapigwa uta, uta, uta, kwata. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ni muhimu ni muhimu kujua hiyo hiyo haki zako, lakini pia na mipaka, lakini pia kile kitambulisho kinakufanya wewe sasa utekeleze au ufanye haki zako za kimsingi za uandishi wa habari ambazo zimeainishwa pia kwenye sheria. Ukisoma kifungu cha saba cha sheria kinaeleza haki zako tatu kuu za za uandishi wa habari. Haki ya kwanza ni kukusanya, Kusani habari, taarifa au taarifa. Haki ya pili ni kuziprocess au kuzichakata taarifa, lakini no. Haki ya tatu ni kuzitangaza hizo taarifa kwa hiyo maanake sasa wewe kama sio mwandishi wa habari na huna huna huna kitambulisho unaweza ukazuiwa haki mojawapo, lakini ukishakuwa na kitambulisho then e, unafanya kazi zako kwa kwa uhuru kwa uhuru kabisa. Mm. Na ukiwa na hicho kitambulisho, uh, mtu yeyote haruhusi kukunyima wewe kupata taarifa. Haruhusi kukunyima kupata taarifa zile ambazo hazijazuiliwa kisheria. Maanake mm, kuna taarifa ukisoma ile sheria ya kupata taarifa, kuna taarifa zinazoruhusiwa na taarifa ambazo zimezuiliwa kisheria. Kwa zile ambazo hazijazuiliwa kisheria, una unaruhusiwa kuzipata. Zile ambazo zimezuiliwa kisheria zile kwa kweli itabidi uwe na utaratibu mwingine wa kuzipata <laughs> <kusipata> hizo taarifa <laughs> ya yeah, kwa hiyo, kwa hiyo ni muhimu kulitambua hilo pia. Asante ni kushukuru sana, lakini pia eh, tumeona namna ambavyo ithibati yenyewe umuhimu yeah. wake na faida yake kwa uandishi wa habari naamini watachangamkia yeah. pindi tu ambapo eh, zitaanza kutolewa hizo yeah. eh, press card tunasema kwa lugha inayoeleweka huko yeah mwingine anaweza akajiuliza, sasa, na swali la msingi kabisa ni kwamba majukumu yenu, mgawanyo wa majukumu kati ya bodi ya ithibati waandishi wa habari na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, mnafanyaje kazi? mgawanyo wa majukumu hapa ukoje? Okay, hmm. Ah, labda niseme tu kwamba mamlaka ya mawasiliano Tanzania nayo imeundwa kisheria, ina sheria yake ambayo imeunda na wana majukumu yake ambayo yameainishwa eh, kwenye sheria yao lakini pia wamepewa majukumu kwenye sheria ya kielektroniki mm, na mawasiliano ya posta, na jukumu lao kubwa la msingi katika hili sasa ni kutoa leseni kwa vyombo vya habari vya kielektroniki. Vyombo vya habari vya kielektroniki maana yake print media, kwa maana ya magazeti na machapisho, vinatolewa na idara ya habari Maelezo, lakini kwa maana ya vyombo vya habari vya kielektroniki leseni zao zinatolewa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Hiyo ndio jukumu lao la msingi ambalo wamepewa wamepewa kisheria, na kwa sababu uh, e, wamepewa kisheria, wao wana mamlaka pia ya kusimamia masharti ya leseni ya vyombo vile ambavyo wametoa leseni. Leseni kwa mfano, na redio yako ukishakuwa na redio, maanake tayari umepewa leseni na masharti yao kwamba katika e, kuendesha redio, basi kuna masharti haya ya leseni ambayo unatakiwa uyazingatie. wao hawajapewa mamlaka ya kusimamia taaluma ya habari, okay. Wamepewa mamla <laughs> yeah. <laughs> mamlaka ya kusimamia vyombo vya habari. Hiyo ndio demarcation kubwa hapo. Wao wamepewa mamlaka ya kisheria ya kusimamia vyombo vya habari kwa mujibu wa leseni ambazo wamezitoa. Yeah. Sasa bodi imekuja sasa kusimamia taaluma ta ya habari kama nilivyosema hapo awali kwamba taaluma ya habari ya uandishi wa habari ni taaluma kama zilivyo taaluma hmm, nyingine, kwa sababu hiki chombo sasa, au bodi ya ithibati sasa, itasimamia taaluma kwa maana sasa ya individuals. Individuals kwa maana ya kwamba sasa, wewe kama mwanataaluma, kuna mambo gani unatakiwa uya uyazingatie, lakini pia bodi, ni mambo gani ambayo inatakiwa ikuendeleze wewe kwenye taaluma yako, namna gani taaluma yako italindwa na namna gani labda tutakupa mafunzo na vitu vingine vingi kwa ajili ya kuendeleza kuendeleza taaluma yako. Kwa kama zilivyo taaluma nyingine tu kama ilivyo wanasheria, ilivyo wahasibu mm. Kwa hiyo na sisi ndio tutafanya kazi kazi hiyo. Kwa hiyo demarcation ni kubwa ni hiyo. Kukumbuka tu ni kwamba TCRA wanadili na chombo, na chombo. Sisi tunadili na, na mtu, na mtu ambaye ndio taaluma <laughs> ambaye ni mwanataaluma sasa. Mm. Mwanataaluma. Kwa hiyo mwanataaluma sasa ndio anawajibika, anawajibika kwetu. Kwa hiyo hata kama ikitokea ni kusimamia maadili, maana yake mm, wale kule sasa TCRA wanadili na maadili ya vyombo vya habari. Kwa maana ya masharti ya leseni. Sisi tutadili na maadili ya taaluma ya habari ya mtu bwana, mmoja mmoja. Taaluma yako hii inakutaka uzingatie mambo ya fuatayo, yes. Au taaluma hii bwana, tunataka tuiendeleze kwa namna hii. Au taaluma yako bwana hii iwe nzuri, tunahitaji sasa tukulee kwa namna kwa namna hii. Na mimi nimekuuliza yeah. Hilo swali yeah. Kwa maksudi kabisa kwa sababu ya hili swali ambalo linafuata sasa, sasa hivi yeah. Ili kuondoa ule mkanganyiko na umeliweka vizuri yeah. Nyinyi mko mmesimamia upande huu yeah. TCRA imesimamia upande huu yeah. Kuna wengine wadau, baada ya kuundwa hii bodi ya ithibati, wakawa mm. na mashaka mengi kwamba sasa kuja kwa hii bodi pengine kuna uhuru wa waandishi wa habari unaenda kuminywa mm. ama inaenda kumwongezea eh, mm. mwandishi wa habari uhuru mm. Kaimu mkurugenzi, jaribu kuliweka sawa hili je, mm. kweli hii bodi, kuundwa kwa bodi ya ithibati imekuja mm. kuminya uhuru wa mwandishi wa habari au imekuja mm. kuleta uhuru zaidi kwa mwandishi wa habari? Na kimsingi nijibu tu moja kwa moja kwamba bodi haijaja kuminya uhuru wa habari na kwa sababu uhuru wa habari ni misingi ambayo imeainishwa kisheria kama nilivyosema hapo awali, kwamba kwa kuna zile haki tatu ambazo zipo kwenye kifungu cha saba cha sheria ya huduma za habari. Zile haki hakuna mtu anayeweza kuzi kuziondoa hata bodi haiwezi kuzi kuziondoa. mm -hmm. kwa hiyo, ha, bodi haijaje kuminya uhuru wa habari kama nilivyosema, bodi inasimamia taaluma na katika kusimamia taaluma kuna mambo kama mawili au matatu hivi. Jambo la kwanza ni kusimamia hiyo taaluma kama nilivyosema lakini jambo la pili ni kuendeleza hiyo taaluma. Lakini jambo la tatu na kubwa la msingi ni kuilinda hiyo taaluma. Tunataka taaluma hii sasa ya habari iheshimike. Sio mtu tu anaamka asubuhi anasema mimi ni mwandishi. Umeona? Wakati kuna mwingine amekaa darasani miaka mitatu, amekaa darasani miaka minne, amekaa darasani anasoma PhD yake miaka mitatu, minne, mitano. Alafu mtu mmoja tu anakuja anasema mimi ni mwandishi wakati ameamka tu asubuhi. Lakini kuna misingi ya kulinda taaluma. Kwa hiyo kama mtu anataka kufanya kazi za kihabari, lazima bodi hii sasa imlinde kwa mujibu wa taaluma yake na kumwendeleza. Sio kumlinda tu, unamwendeleza pia. Ndio maana kuna component ya kutoa mafunzo. Kwa hiyo sisi ta tunatoa mafunzo mbalimbali kwa waandishi wa habari ili sasa kuenda kuweza kuwaendeleza na kuweza kuwafanikisha. Na kimsingi ni kwamba wadau wasiogope bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Hiki ni chombo chao na wanakaribishwa muda wote mm. kutoa ushauri, kutoa maoni, lakini pia kueleza mambo yao huko mengi ambayo yanaweza ya sisi kama bodi tukawasaidia, tuka katika kuendeleza hasa taaluma yao. Hata mzee hapo, kama una changamoto yoyote njoo, tunakukaribisha <laughs> tunakukaribisha uje, tukushauri tuku mm. hata tunakushauri tu kwamba katika taaluma hii ili uwe imara zaidi unatakiwa ufanye ufanye mambo gani? Kwa hiyo sio fimbo, bodi sio fimbo. Kama ambavyo wanasema siku zote bodi sio fimbo mm, ya kuwachapa waandishi wa habari. Hapana. Labda kwa kumalizia tu waandishi wa habari wengi wanalalamika kwamba hawana mikataba, hawana mm, nini malipo yao. Hayafanyiki. Eh, hapa ndio msemo sahihi ya kukimbilia kwamba njoo utuambie kwamba sisi kama taaluma tunafanyaje kazi kule kule ndio tuna yes, kule. changamoto hizi. Hizi. Then tutashauriana vitu vitu vya kufanya ili kuendeleza taaluma licha ya kuendeza taaluma lakini pia waandishi wa habari wao sasa wawe wanaheshimika kama zilivyo taaluma nyingine. Yaani mtu akitaka akiingia hapa kama ulivyovaa umependeza namna hiyo, tunataka waandishi wa habari waapie namna hiyo ya sio, unamkuta yeah, so mwandishi wa habari kachoka na muru, sa, wa bari, au, <laughs> ene, yani mpaka unamuhurumia unasema, du huyu ni mwandishi wa habari au ni nini? Tunataka ni wao wastawi, yani wawe wawe ni watu ambao wanafuraha kila wakati, wawe wanafurahia taaluma yao. Asante sana kaimu mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Ithibati kwa waandishi wa habari hapa nchini Tanzania kwa elimu hiyo na wasaa wa kutupatia kuzungumza na wewe hii leo. Na mimi ni pia jamii ambayo imetazama kipindi hiki, kuna hiyo mengi sana ambayo yamejifunza. kubwa zaidi, waandishi wa habari wasiogope bodi, ni nyumbani, unakaribishwa muda wowote saa yoyote kwa ajili ya ushauri na masuala mengine mengi. Asante sana kwa wote ambao umeshiriki nasi kwa ajili ya kutazama kipindi hiki. Kwa maswali na maoni, namba ilikuwa hapo chini. Mimi ni Innocent John kutoka hapa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania ambayo rasmi imeanza majukumu yake na inatekeleza ipasavyo. Basi kama ni hivi, unakaribishwa hapa kwa chochote, kwa lolote, kama alivyozungumza kaimu mkurugenzi. Nikutakia wasaa mwema, endelea kufuatilia vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa hapa Tumaini Televisheni. Ipe nafsi yako tumaini. Kwa heri kwa sasa.